Elfu mbili na ishirini na tano, hawa ndio viongozi Mungu anaowataka na huu ndio mwaka ambao kila kiongozi anatakiwa bakini kwa sababu atakayetumia hila kukaa kwenye nafasi yoyote, bradha, mi nakuambia niko hapa kwenye madhabahu hii mwaka huu elfu mbili na ishirini na tano ni mwaka ambao Mungu hataki mabaya yatendeke. Sawa, eh? Unataka nafasi yoyote, tawala kwa haki, ingia kwa haki unataka nafasi yoyote, tawala kwa haki, ingia kwa haki, hakuna shida yoyote. Akitumia mtu mabavu au akitumia hila kuingia stahiki yake ni ugonjwa, alafu mkono wa baibai, hiyo ndio stahiki yake. Na bahati nzuri Mungu amewaonya mapema sema. <laughs> Biblia nasema nimekwisha kuonya mbele, ndio lugha za Bibilia sona, mimi nimekwisha kuonya mbele elfu mbili na ishirini na tano shule so mwaka ambao mnaweza mkatengeneza janja janja yani, kwa sababu mfano labda mnamtaka labda mfano mnamtaka, hey, au ndio kiongozi wenu ndio mbunge wenu, lakini mnajua hana sifa ya kushinda, mkatumia janja janja akae kwenye kiti, mnampeleka kaburini huyu mtu. Hii si madhabahu sinamtumikia Mungu Amen. Nasema hivi unataka nafasi yoyote kwa kwa haki Amen. Ukitumia mabavu au hila ase kama huyu Mungu ni mtu pekee hayupo, huu nabii utadondoka. Lakini ukikaa sehemu na unajua ni, ba, ni, kwa, ni kwa mabaya ni kwa hila, sio haki wewe, walio kufanyia hayo wamekusindikiza kaburini. Mungu ananiambia huu mwaka unaitwa the year of laboring for greater glory ahead, mwaka wa kuteseka kwa ajili ya mema, mema, mazuri utukufu mzuri baadaye. So muda wa kuleba manake nini? Fanya kazi, tumika kwa haki, alafu mema yanakuja lini baadaye. So kuna kiongozi yoyote, awe ni mbunge, nafasi yote ya utawala ile ambayo unapigiwa kura au unateuliwa, usitumie nguvu kukaa kwenye hicho kiti, unajisindikiza wapi? Kaburini. Ninataka nikwambie vitu vitatu ambavyo Mungu alinionyesha kwenye maono juu ya taifa. Nimeona mataifa matatu yanalia, Saudi Arabia ikaanza kulia, babu, niliona kinara kilicho kirefu kikawa kifupi sana. Saudia ikaanza kulia. Baada ya Saudia ya kuanza kulia, Roma ikaanza kulia pia, kalia sana. Haikuishia hapo, kile kilio kikawa kama kinatembea, ikaenda Marekani kaendelea. Hakikuishia hapo, kilipofika Tanzania kwa kilio, nikaona bendera zimeshushwa nusu mlingoti. Ni kama kilio cha mataifa mawili makubwa yale matatu, na nalihusu taifa la Tanzania, kitu ambacho kimetokea Tanzania ambacho ni msiba kwao, kwa Tanzania ikawa ni nusu mlingoti nikawa naangalia kile kitu na nikawa nashangaa Mungu anamaanisha nini, kwa sababu kwa karibia wiki nzima ile bendele ilikuwa iko nusu. Nikaona mamlaka zinatikisika, tetemeko limetikisa, lakini pia nikaona wingu zito kama la mvua limetanda kama ukanda wa Dodoma, na kila inchi ililia kwa sehemu yake. Naliona barua ya kwanza ikipelekwa kwa, kwa kiongozi mkuu wa serikali, na hiyo barua naliona imebeba maonyo hayo maonyo alilenga kwa bari ya uchaguzi ujao mwakani mwaka 2025. Lakini hiyo taasisi wengi wanaifahamu ni teku, ni nini? kuna kitu kama teku eh? maana yake nini? kirefu chake ndo Tanzania kitu gani gani, mimi sijui. Yaani niliona ile barua imeandikwa teku, teku, teku, teku. Sasa barua ya kwanza ikwambia maonyo baada ya hapo ikafuata barua ya pili, na ikafuata barua ya tatu. Hiyo barua ya tatu naliona imetiwa muhuri. Wangapi wanafahamu zile barua, unaweka dole gumba, lakini dole gumba lilikuwa na wino mwekundu, bwana sadia sana. Na wakasema ya kwamba madai yaliyo katika kiti cha yule aliondoka ni kama yanafuatilia aliyekalia that seat kwa sasa. Nini tunafanya? tunakataa roho ya mauti, simple. Si ndio? Tunakataa ya mauti, amini usiamini. Si jambo zuri sana kuingia kwenye historia kama ya nchi ya Marekani, mara tu baada ya yule rais wa kwanza kupigwa risasi. Mnakumbuka, baada ya ile tukio kutokea, liliweza kurejista hiyo spirit rohoni mpaka kesho kuto, mtasikia pia hata Trump naye amekosakoswa juzi, si ndio? Mara mbili. Lakini kuna marais wasiopungua wanne Marekani waliuawa. Kwa nini? Kwa kupigwa risasi. Sasa aa waliofuata wala hawakuwa na issue yoyote, ila yule wa kwanza aliyefungulia mlango, ndipo iliandikwa ya kwamba kupitia mtu mmoja, rais kuuawa kwa risasi, kuliingia Marekani. Unajua, kuna barua za appreciation na kuna barua za nini, za maonyo. Wale msiofahamu the fact, kama unamwona mtu amesimama kwenye kiti cha mamlaka, kuna mtu nyuma yake aliyempa authority ya kuikalia hicho kiti. Wewe unamjua ama mjui, ndivyo ilivyo bwana asiwe sana na mwenye hayo mamlaka. Siku akiona utendaji kazi wako sio mzuri, anasema ukateni mti huu uondoeni kwenye nini kwenye kiti so, unashangaa aliyekuwa amekalia kiti hata bila ridhaa yake, anashangaa ametenguliwa, mwingine anafanyaje? Anakikalia. So haya ni hizi ni vita za viti vya enzi na watu wanaoweka watu kwenye viti vya enzi. Sasa maana ya tukio hili, let us pray for our president, raisi wa Tanzania. Tumwombee namba moja, afya, tumwombee ulinzi na uhai katika jina la Yesu. Mwaka kesho ni mwaka mgumu sana kwa Watanzania tusipoomba kanisa, kwa sababu nimeona kutatokea matukio ya umwagikaji wa damu kuliko wakati wowote wa nchi ya Tanzania, sio unanielewa? Mtanzania, ndio maana nimetangulia, nimesema Mtanzania popote ulipoomba, ombea hii nchi, ombea hii nchi. Iko kwenye hatari kuliko unavyofikiri, lakini hii inatokana na mifumo ambayo shetani ameipanda katika nchi ya Tanzania. Kuna mifumo ambayo ipo kwenye nchi ya Tanzania ndiyo itakayosababisha umwagikaji wa damu. Ambacho nimeshangaa, nimeona serikali inatumia nguvu kubwa, inatumia nguvu kubwa kuwatawala wananchi. Nimeshangaa sana, naona vile na nikaona kuna damu nyingi zinamwagika kuliko wakati wowote nchi ya Tanzania, na kuna matukio kila eneo. Nimeona kuna matukio ya bahari yanatokea, lakini nimeona milipuko ni zaidi ya nane ndani ya mwaka mmoja, watu kukosa amani na uongozi wao. Jamani, mimi nazungumza vitu vya rohoni, sizungumzi vitu ah, nazungumza ninachokiona rohoni, sizungumzi mambo ya siasa, mimi siyajui na sijui chochote nazungumza kile ninachokiona na ninachokisema. Hiki ninakiona kwenye mioyo ya watu, ingawa wengi hawasemi, lakini hizo dalili zipo asilimia themanini.